Kama huyu ni mboso sijui wewe haraka ni za nini? Manake siku kadhaa zilizopita, baada ya msanii mboso kuamua kuondoka chini ya lebo ya WCB Wasafi inayoongozwa na Diamond Platinums, maneno yamekuwa mengi sana mtandaoni, watu wakishindwa mboso ameenda wapi. Na hapo hapo mboso ndo alikuja kwenye Instagram account yake akafuta kwenye bio yake ya kwamba yuko chini ya Wasafi, akaondoa ile, alafu akafuta pia picha zote. Watu hawakumuelewa kumwelewa kabisa, lakini alikuja akashanga za watu zaidi. E, siku kadhaa zilizopita Mbosso alikuja kwenye Instagram akaunti yake ambayo ni siku nne zilizopita, na akaposti picha ambayo ni picha tu ambayo ya rangi ya kijani haijaandikwa chochote, ilikuwa ni picha tu ya rangi ya kijani na hakuandika chochote. Mashabiki wengi walikosa kumwelewa, ila siku mbili baadaye Mbosso alirudi akaja akaposti tena picha ile ile ya kijani, lakini raundi hii ilikuwa imeandikwa na maandishi haya hashtag RN3 bado watu wengi hawakumwelewa Mbosso, ila leo sasa katika pita pita zangu Instagram, nimekutana na video hii hapa ya Mbosso, sijui kama unaona hii, wacha niiweka hapa hivi kwa kufikia sasa, ndo ili uone jinsi Mbosso amejipambania sana katika karia yake, na ndo maana hatuwezi kosa kumwamini kwa hili kwa kweli, naamini Mbosso anakwenda kufanya mambo makubwa sana e bwana. Eh, tukutane kwenye video ijayo baada ya wewe kutazama video hii ya Mbosso. Karibu.